Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Ni asubuhi nyingine nzuri, popote ulipo, neema ya Mungu wetu iwe pamoja na wewe. Basi tuombe. Baba, kwa jina la Yesu na kushukuru kwa ajili ya asubuhi hii, mbariki mtumishi wa Mungu anapoanza siku pamoja na wewe. Mpe sikio la utafiti na kuelewa na kutendea kazi alichokielewa, kwa jina la Yesu. Amen. Basi nikukaribishe ni mimi ndugu yako na rafiki yako mtumishi wa Mungu Daniel Anton nikitua mubashara, nikija mbele yako uh, kupitia chaneli hii pendwa ya Bado Kuna Ushindi TV, Haleluya, Online TV. Mungu akubariki. Uh, ninaamini utasubscribe, ninaamini utashare, utacomment kwa maana tunakuhitaji wewe, tuhubiri pamoja. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana, tunaendelea na na, na, na somo letu: aina sita za vyakula hatari vinavyotumika katika ulimwengu wa kiroho kuharibu hatima yako. Watu wengi hatima zao zimeharibika, wanadamu wengi kupitia mabaya wanapitia mabaya kwa sababu ya vyakula. Wachawi wanatumia chakula a, kama njia mojawapo ya, ya kufunga sensitivity ya watu kufunga umakini wa watu kufunga uwezo wao wa kiroho. Haleluya, kufunga uwezo wao wa kiroho kwa njia ya chakula. Haleluya! Na kupitia vyakula ulimwengu wa roho una uwezo wa kupanda mabaya ndani ya watu wengi. Watu wengi wamepandwa, wamepandiwa mabaya kupitia vyakula. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nimesema kama tulivyo ka kipindi chetu cha jana kwamba kuna watu wanakuta vyakula kwenye roundabout au kwenye viplefti, kwenye njia y panda, kwenye viwanja na kadhalika. Sasa unapokuta vile, yale ni maeneo muhimu katika ulimwengu wa roho. Yale ni maeneo muhimu katika ulimwengu wa roho. Ni muhimu sana ujue hii. Watu wa Freemason wanatumia aa, kumwaga vyakula katika njia ma fulani fulani katika maeneo fulani fulani, lakini ikiwa ni mikakati yao katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya kuyakamata yale maeneo. Chakula hicho ni ambacho wanakimwaga sio chakula cha kawaida, kinakuwa ni chakula cha ibada walizozifanya sawa sawa na miungu na maagano waliokuwa wanayataka ama waliokuwa wameyakusudia. Haleluya. Na wanapokuwa wanamwaga chakula a, kwenye eneo fulani, wanakuwa na mpango maalum waliokusudia, na mpango huo maalum ni kwa ajili ya kulikamata na kulihodhi lile eneo ili kuku, na kuachilia eneo lile na kuwadhofisha watu wa eneo lile kiroho na hatimaye mae pia kuachia roho ya kutokuwa makini katika mambo ya rohoni, lakini pia wanamwaga roho ya umasikini kwa kiwango cha juu. Mungu wetu atusaidie sana. Kwa hiyo leo sasa ninatamani tuanze a, kujifundisha chakula cha aina ya kwanza. Chakula cha aina ya kwanza ni kile ambacho kimetolewa kwenye madhabahu, kile ambacho kimetolewa kwenye madhabahu ndio chakula cha aina ya kwanza. Haleluya! Ukisoma katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kumi mstari wa uh, kumi na nane na ishirini Wakorinto wa kwanza, Bwana Yesu asifiwe sana, sura ya kumi mstari wa kumi na nane na wa ishirini Haleluya! Anasema hivi Waangalieni hao Waisraeli walivyokuwa kwa jinsi ya mwili, wale wazilau dhabihu, je, hawa wanashirika na madhabahu? Basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa kwa sadaka kwa sanamu ni kitu, au ya kwamba sanamu ni kitu? Sivyo, lakini vitu vile vilivyotolewa sadaka, wanavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu, nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Unaona, Mungu hapendi watu washiriki chakula cha Mungu na chakula cha kuzimu. Maana yake ni nini? Kuna vyakula vinavyotolewa kwenye madhabahu, vyakula vinavyotolewa kwenye madhabahu. Miongoni mwa nyenzo za hatari kabisa za shetani ni pale ambapo watu kwa njia ya siri wanashirikishwa vyakula vilivyotolewa kwenye madhabahu, vyakula vilivyotolewa kwenye madhabahu. Haleluya! hivyo vyakula ni hatari sana na vinaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwenye maisha mengi hivyo vyakula vinakamata dhamiri za watu vinakamata akili za watu vinakamata hisia za watu za kiroho na kuwasababisha hawa watu wawe ha, watu wa kawaida kabisa kwa hiyo mtume um, paulo anatumia huu mfano katika wakorinto wa kwanza sura ya kumi msari wa nane mpaka wa kumi na nane na wa ishirini anatumia mfano kwa ajili ya wana waisraeli wa kale ambao walikuwa wanakula dhabihu za pamoja lakini anawapa katazo kwamba hamruhusiwi kula vyakula vilivyotolewa kwenye madhabahu nyingine. Haleluya! Paulo anasema vyakula vilivyotolewa kwenye madhabahu za kimashetani. Nisikilize vizuri. Aa, mimi nimezaliwa katika familia, baba yangu mimi ni alikuwa Mkristo na mama yangu alikuwa Mwislamu, na nilikuwa kwa sababu uh, kila mmoja alikuwa na dini yake. Kwa hiyo tulikuwa tunashuhudia mambo mengi yakifanywa nyumbani, kwa maana ya ibada za upande wa mama yangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa uh kulikuwa kuna chakula fulani kinaitwa uh, au maibada fulani inaitwa ya hakiki. Mashehe wanakuja wanasoma, anachukuliwa mbuzi anachinjwa, alafu wanakatakata vile vitu vya ndani, maini, mapupu, moyo na nini na figo, wanakaanga, uh, wanakaanga lakini bila mafuta. Wakibaliza kukaanga bila mafuta, wanamimina na asali mle wanakaanga, alafu wanapita watu wanatakiwa wale kanyama kamoja, kamoja. Uh, ni ibada maalum. Hii ibada inasemekana aliwahi kufanywa Mtume Muhammad alipozaliwa na hii ilikuwa maalum kama kinga ama kama zindiko la kusababisha asivunjike mifupa ya mwili wake, na tumekula. Haleluya, tumekula lakini ni chakula kilichotolewa kwenye ibada maalum, na watu wengi hawajui siri hiyo. Bwana Yesu tusaidie sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia maudhui ya chakula chochote. Unapokwenda kwenye sherehe, kianamaanisha nini? Kwa sababu kwa hila. Haleluya! kuna mzee mmoja, uh, alikuwa maarufu sana Alipokuwa anakaribia kufa akawaambia watoto wake, mimi nitakapokufa, kila mwaka mwe mnachinja mbuzi mweupe, na mkishachinja mbuzi mweupe, hiyo sherehe mnakwenda mnakula wote, kuna maneno mnatakiwa kusema, kwa hiyo mtakuwa mnakula pamoja na mimi, kwa hiyo mnaungana na mimi japokuwa sipo, lakini mimi nitakuja kuwabariki na watu wakawa wanafanya hivyo, na ndivyo watu hata makabila mengi ya kitanzania watu wanakwendaga majumbani huko kwenye makaburi kwenye nini, hasa watu wa kaskazini kule kwenye masare wanakatakata vinyama wanavalishana vingozi kwenye mikono, aa, kwenye vidole. Hivyo ni vyakula ambavyo Mungu amevikataza. Kwa nini? Kwa sababu vile vyakula vina nguvu ya kugeuza mwelekeo wako wa kiroho, na watu wengi wamegeuzwa mwelekeo wa kiroho, kiuchumi, wamegeuza mambo mbalimbali. Mungu wetu atusaidia sana. Mungu amekataza anasema, uwezi ukanywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Alafu huyo mtu akija ni mzee wa kanisa, ametoka kula mavyakula hayo, nani, mchungaji, ametoka kula mavyakula hayo, alafu na nyinyi mnashiriki naye, katika ulimwengu wa roho tayari mmeambatanishwa na hiyo nguvu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa makini, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usipende kula vyakula vya hovyohovyo kwa sababu tu wewe unaona, uh, ni chakula. Haleluya! Kuna vyakula vinavyotolewa kama dhabihu kwenye madhabahu haleluya, haleluya. Na vile vyakula kazi yake kubwa ni kuleta umoja na ushirika katika kuwaunganisha watu na hiyo madhabahu. Kwa hiyo watu pasipo kujua wameunganishwa na madhabahu za giza na hatimaye maisha yao yamekuwa ya matatizo sana. Watu wengi bila kuwa na uelewa wameunganishwa katika madhabahu fulani kupitia vyakula. Paulo anafafanua kwamba dhabihu zinazotolewa kwa, kwa sanamu hazitolewi kwa Mungu bali kwa mashetani au pepo wachafu. Anawaonya Wakristo dhidi ya vyakula vya namna hiyo, msile Wakristo, msile. Ndio maana leo tuna Wakristo legelege, kwa sababu ndani yao wameshiriki vyakula hivyo pasipo kujua. Haleluya. Kwa hiyo ni, niombe Mungu akubariki sana. Leo ninataka niishie hapa. Kipindi kinachofata tutaendelea na kukuonyesha hivyo vyakula na kukupa mifano mbalimbali ambavyo imekuwa sababu ya mateso ulio nayo leo, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Hebu waambie watu wengine kipindi kizuri katika tunu ya ya ya ya, ya, ya, ya maisha ya kiko kina vinjari, kila siku asubuhi na mtumishi wako Daniel na Antonio kitua uh, kutoka Dodoma mubashara atakuwa akiongea na wewe neno la Mungu. Mungu akubariki. Nikuombee, Baba kwa jina la Yesu. Ninaendelea kukushukuru kwa ajili ya mtu huyo. Mungu ninaomba nguvu zako zikaendelee kuvunja hiyo nguvu ya vyakula alivyokula huyo, na hatimaye kuondoa huo halali mpaka tutakapofika mwisho wa masomo haya, Bwana ukamfanye kuwa mtu mpya, na tutakapoingia kwenye maombi rasmi, neema yako iwe pamoja naye katika jina la Yesu. Amen.